Kisha kuondoa gari hilo kwenda mbele kwa kasi, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria. Hii ni hatua ya awali ambayo tumechukua ambayo tupo ipo ndani ya mamlaka yetu, kwamba dereva anapofanya kosa hilo, kosa la hatari, uendeshaji wa hatari, tuna mamlaka wa kufungia leseni. Kwa hiyo, hatua za awali ni kufungia leseni kwa kipindi cha miezi mitatu lakini bado hatua nyingine za kisheria zitachukuliwa pindi utakapokamilisha uchunguzi au kupata kukamilisha upelelezi wa, wa, wa, wa, wa, wa tukio hili. Dereva huyo mnamo tarehe moja mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika eneo la Kionda Darajani lilopo mkoa wa Morogoro eh, alisimamishwa